Tuliko na amani na tunapokwenda katika mwisho wa mwaka siku hizi, niwatakie na watanzania wenzangu wote, kama waziri mwenye dhamana na usalama wao na mali zao, kwamba msiwe na hofu yoyote ile. E, tunapozungumza mambo haya kuambia wenzetu warudi kwao, na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi, na sisi watanzania ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu ili na sisi kesho tusipogeuka wakimbizi sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao, na sisi tutawafuata nyuma, tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndiyo itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Tunazungumzia Kongo iliyovurugika miaka thelathini iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. We unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo, utakaa miaka thelathini. Kama wewe ni kijana basi, hiyo hiyo hati utaiona, kwa sababu umeidai kwa process ambayo kimsingi sio shortcut. Shortcut ni mazungumzo, shortcut ni kuweka hoja mezani, shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko. Lakini vita, vurugu, havijawahi kusaidia nchi yote. Haijasaidia Kongo. Ndugu zangu wako hapa, wanaitafuta hiyo amani iliyopotea kwa miaka zaidi ya thelathini haijarudi. Sisi Watanzania tuienzi amani yetu, tulinde amani yetu, na hususan vijana mnayoishi mnaotarajia kuishi baadaye, hamtaiona hiyo amani ikirejea kama mkiivuruga leo. Wenzetu wa Kongo na miaka thelathini na sisi tutapita humo. Tujizuie eh, tuonyeshe resilience na uvumilivu kwa sababu vyote tunavyovifanya havina maana kama amani. Kwa hiyo niwatakie sana kila la heri katika siku hizi za mwisho wa mwaka Christmas, eh, eh, na mwaka mpya. Tuishiriki kwa amani, na wala watu msiwe na hofu. Serikali imejipanga, jeshi letu la polisi limejipanga kuhakikisha kila mtu anakuwa na usalama katika wakati wote.